Kutoka kambi ya Kakuma walioahidiwa kupelekwa Ujerumani wamelalamikia kurejeshwa kambini baada ya serikali ya Ujerumani kusitisha kuhamishwa kwao hadi taifa hilo. Wakimbizi hao waliokuwepo jijini Nairobi kwa wiki tatu walirejeshwa Jumatano. Katete Njoroge na taarifa zaidi. Jumatano asubuhi wa na wakimbizi 183 kutoka Kakuma ambao kwa wiki tatu wamekuwa eneo hili wakisubiri kusafiri kuelekea Ujerumani waliabiri magari ila magari hayo hayaelekei uwanja wa ndege kuelekea walikokusudia. Wanarudishwa katika kambi za Kakuma walikotoka baada ya kuwekwa jijini kwa wiki tatu. Safari ya wakimbizi hawa ilisitishwa ghafla we Where of us are so we are here, we want you to help us. Wakimbizi hao wanaolalamikia hali ngumu inayoshuhudiwa kwenye kambi hizo kufuatia kupungua kwa ufadhili, wakiomba serikali mpya ya Ujerumani kubadili agizo kuwaruhusu ruhusu nchini humo to to really taarifa like kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi, ikisema walipokea taarifa kutoka Ujerumani mwezi Machi, wakisitisha mpango wa kuwapelekea wakimbizi taifa hilo. Tarehe tano mwezi huu, safari hiyo ilisitishwa hadi pale watakapopata taarifa mbadala. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.